Tunaalikwa kutafakari juu ya sifa za kondoo, kondoo mwaminifu. Kondoo mwaminifu sisi, maandiko matakatifu yanatulinganisha na kondoo, na Yesu ndiye mchungaji, sisi kama kondoo. Kadiri ya maandiko matakatifu tuliosomewa tunahitaji tuzingatie sifa mbili. Uzingatie sifa ngapi? Mbili. Mbili. Sifa ya kwanza ni kusikia. Kusikia. Kusikia na kubaini vizuri sauti ya mchungaji kutumia vizuri masikio yako kusikia sauti ya mchungaji inayokuita, kati ya sauti nyingi. Sauti ya mchungaji, sauti ya Yesu haiko peke yake. Kuna sauti nyingi, kuna miruzi mingi. Wengi wetu wamesema, miruzi mingi umpoteza mbwa Una miluzi mingi. Sasa usikie mluzi wa Yesu unaokuita. Sauti ya mchungaji mwema inasikika kupitia maandiko matakatifu, inasikika kupitia maandiko matakatifu, si kwingineko. Pia sauti ya mchungaji mwema inasikika kupitia ushauri na saa wa wazazi wema. Kuna wazazi wema, kuna wazazi wabaya. Tuombe wazazi wabaya wawe wema na tuwashukuru wazazi wema wanaozingatia vizuri wajibu zao sauti au shauri wa marafiki waaminifu wanaotakia mema, sauti inayopitia walimu, viongozi wa kiroho na kadhalika. Sauti hii inasongwa hasa siku hizi na vyombo vya habari hasa vyombo vya habari ya udaku na gazeti za udaku, na mtu anakimbilia sana kusikia kuamini hiyo habari kabla ya kuitafakari na kuizingatia. Sauti kupitia mitandao ya kijamii siku hizi kuna kitu naita AI, artificial intelligence. Kiswahili wanatafsiri akili mnemba, eh, akili mnemba, akili eh, mnemba eh, siku hizi imeanza ku, kuchanganya watu eh, kutengenezea kitu tafikiri ni chenyewe ni asili, kumbe sio chenyewe. walikuwa wanatutengenezea eh, picha wakati Papa Francis ameugua, kutengeneza picha kwamba tayari ameshakufa, naona yuko kwenye jeneza. Na baadaye wakatengeneza picha nyingine eh, ya Trump Donald eh, amevalia kama kardinali, anaenda kuchaguliwa kuwa baba mtakatifu wa kanisa Katoliki. Ni kutengeneza picha ya Trump amevalia kama kardinali eh. Naoaa kabisa valia kama eh? kadinali eh? kutengenezea baba mtakatifu yuko kwenye jeneza. Unaona, napepea kama malaika anaenda mbinguni eh? Ndiyo, yani maajabu hayo ya eh, vyombo eh, vya habari. Mtu eh? anaweza kutumia sura yako ha? akakujaza habari ambayo siyo ya kweli, ya uongo, ukaiamini kabla ya kuchunguza eh? Lazima kuwa makini na hivi vyombo vya habari vya siku hizi, ambavyo tena shetani ndio anapitia kutuvuruga, anapitia kuvuruga hizo ni sauti mbalimbali. Kuna simu za mikononi. Simu za mikononi na zenyewe zinatetea jumbe mbalimbali. Sitasahau rafiki yangu mmoja aliyepoteza simu yake kaanza kuangaika kuitafuta, ikakosekana. Basi mi nikamhurumia, nikasema siwachane nayo, nuluwe mpya. Mtanuwaje? ah! mpya jumbe zangu meseji zangu zizomo mule ndani e, mimi ndiyo inaniumiza meseji zangu, sio simu. Sasa hizo meseji za namna gani? Unakosa ile message za nakupenda eh? Lakini sisi nini na nini izo hizo eh? Lakini Biblia ikipotea hangaiki <laughs> kuitafuta <kushiruki>. Eh? Sim. Sauti <laughs> hizo zinazopitia huko kwenye mitandao eh? Alafu sauti nyingine zinatwarika kwenye vilabu vya pombe nyingine, zinatwalika kwenye madanguro sauti, nyingine zinatwalika kwenye viwanja vya mchezo. Pengine ni wakati wa ibada, adhimisho takatifu la misa Dominika, hmm? Nakuta ni mashindano ya timu, nayo ipenda, si kombe la kata, si kombe la nini, inakuharika hmm? huko sauti Nakuta watu wengine wanafanya mikutano ya ukoo na vyama, si vya nini, vyama gani hivyo eh? Jumapili, wakati msi, sauti na kualika wende hudhuria huko mkutano, eh, usipo hudhuria napigwa faini eh? na pengine mwenyekiti ni mpagani, hana dini eh, wana kimbilia kusudi faini sikupati na kiboko, basi naacha huko ambako hakuna kiboko, lakini napoteza neema na baraka eh? Sauti nyingi zinazotwalika, nyingine zinakualika, pengine unapopata changamoto za maisha, kukimbilia kuwapigao ramli na waganga wailizi na matambiko, ushirikina na uchawi. Sauti hizo kukata tamaa na kujiua kwa kujinyonga maeneo kama haya nimesikia sauti zinawalika watu, wanajitia kitanzi, wanajikumu, wanajiguuza magugu eh, wanakunywa dawa za magugu hasa eh, haondokane na taabu eh, nasikia sauti hii ya jitani namwalika jimarizi hata kusikiliza eh, hizo sauti eh, mambo ya kunywa sumu na kadhalika kama Yuda Iskariote eh mkisi napashousikie sauti ya Yesu nayokwambia, moyo mkuu, mimi nimeushinda ulimwengu. Na Yesu aliyapitia, nafikiri kutundikwa msalabani, kama kutundikwa msalabani, kutukanwa, kutaraza mjeredi, kutundikwa taji la miiba, kuvuliwa nguo, lakini ameshinda kwa njia fuko. Mtu jasiri, mtu mwenye hekima huvumilia. Duniani hakuna mtu mwenye ambaye hana shida, hana changamoto. Nikipata muda nitakuja niwasimulie changamoto hizo, nazo mtaanza kulia na kunihurumia hmm? lakini daima tabasamu Bibi yangu alikuwa ananiambia omuntu atakusoma na kwa munwa anga abuso. Mtu asisome shida kwenye uso wako. Eh? Na daima kwa nazunguka zunguka na tangaza shida. Wewe daima jionyeshe kwamba wewe huna shida. Na shida zitayeyuka. Lakini ukianza kuzikamili, kuzikaribisha na kuanza kuzifikiria hapo ndio zinakugangania hapo. Eh? Mtu anapokutukana tabasamu tu, mshukuru. Kama ukaita mroge wako la he msimi mshabiri baada ya kuanza kupambana naye ulapoilindoka na nini nzeba masikio. Wewe sikia sauti ya Yesu, muombe sikia sauti ya Yesu. Hilo ni jukumu la kwanza na sifa ya kwanza ya kondoo kusikia sauti ya Yesu, kati ya mchanganyiko na mkanganyiko wa sauti nyingi, niruzi mingi ambayo inawapoteza baadhi yetu. E, sifa ya pili ya kondoo ni kumfata au kumwiga. Ukishasikia sauti na kuiga na inakuita basi, ni kumfata huyo, baada ya kuipuuzia na kusema kesho, ni kumfata au kumwiga kwa karibu, kufanya kama anavyofanya yeye. Kama yule mtoto alikuwa anatoa wasifu wa baba yake, anamshukuru, anaona anavyofanya matendo yake, naye akamwiga, akawa kama yeye, naye akaheshimika katika jamii. Ni kumfuata na kuepukana na uasi au kwe, ukengeufu au utoro na kufata mbwa mwitu. Kuna mbwa mwitu wengi ambao wamevaa ngozi ya kondoo. Ni lazima kujadhari na mbwa mwitu hao. Kwa mfano, unasikia watu wanajiita maaskofu mnawafuata anawaijiita si manabii mitume kina juli. Nani kampa huu nabii? Nimepata kwenye ndoto mimi, amenitangazia Mungu kwenye ndoto. Anaamka ni askofu, mnaanza kumfuata, naamini hizo ndoto za kipuzi, mnaanza kupoteza. Kwa hiyo ni lazima kuwa makini kumfata huyo, kuwa karibu na huyo mchungaji, kwa karibu na Yesu. Na hivyo ukaribu huu na mchungaji mwema na Yesu unastawishwa kupitia sala, kupitia ibada ukaribu huu unastawishwa kupitia tafakari ya neno la Mungu na ushiriki hai katika maadhimisho ya sakramenti hasa ekaristi takatifu, maana yeye alisema kwamba wanapokusanyika wawili au watatu, mimi niko hapa hapo kati yao. Kwa hiyo sipuuzie mikusanyiko ya sala ya namna hiyo katika familia, katika jumuiya, vigango, parukiani, kanisani, humo humo, tunakuja kutana na Yesu. Pia na Yesu tunakutana naye tunapowahudumia wenye shida mbalimbali, kadiri ya hukumu ya mwisho ambavyo alituambia nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa kinywaji, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nilikuwa mfungwa. Huko huko tunakutana na Yesu naye na, anatuimarisha na hivyo tuweze kupata uzima wa milele ambao ametuahidia. Kwa hiyo hayo ndio maadhimisho ya dominika ya mchungaji mwema, tutafakai huyo mchungaji pia nasisi, kondo, na sisi kama kondoo namna tunavyoitikia hiyo sauti na kumfuata. La pili ni dominika ya kuombea miito, ni dominika ya miito tutafakari juu ya miito saba, miito saba tunawambia, miito yote hiyo saba, kuna wito wa kwanza, kuna wito wa kazi pili, kuna wito wa Ukristo tatu kuna wito wa ukatekista. Nne kuna wito wa ndoa. Tano kuna wito wa utawa au sista. Sita kuna wito wa padre na saba kuna wito wa utakatifu wito wa kuwa watakatifu. Ebu tafakari kwa fupi kuhusu kila wito. Wito wa kazi, soma kitabu cha Mwanzo sura pili aya 15 kitabu cha Sira sura ya saba aya 15 na barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Watesalonike sura ya 5 aya 6 hadi ya 15. Mtu anapoamua kuzingatia aina ya kazi fulani, kwa mfano kilimo ufundi fulani kama si useremala si ujenzi na kadhalika, uinjinia, uganga au daktari, walimu na kadhalika, hapo unafuata wito wa kazi. Kazi ziko nyingi za kupatia kipato na riziki mbalimbali mtu mbali. Anapofanya kazi anashiriki katika ule uwezo wa Mungu wa kuumba, kutunza mazingira, kuendeleza uumbaji ambao Mungu alitukabidhi na hapo mwanadamu anatimiza jukumu aliyokabidhiwa na Mungu, anadhirisha utu wake kwamba ni mfano wa Mungu wa kweli aliyetumia udongo kuumba mtu. Mungu akuogopa kukamata udongo kutumba, lakini nakuta wengine wanaogopa kulima kukamata udongo anaenda anapenda kazi tu za uh, suit, pika suit. Hmm. Enda amefunga tai nasema hmm. Kazi ya kilimo hayo ni ya watu wa wanyungi. Kazi namba moja ni kilimo, kutunza mazingira, ndio inaheshimika humo humo, ndio unapata chakula, ndio unapata chakula lishe napotunza mazingira, natunza mazingira yanakutunza kina kosa. Mwingine nadharau kazi ya kilimo, kama rafiki yangu, nadharau kazi ya kilimo, kazi yake ni bodaboda tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa hii boda bodaboda, ukikosa wateja hmm? Utakuja ule bodaboda boda au sawa, umepata hela na chakula kipo shambani, ya usukuni, utakula hela zako hizo? Sawa, ni kazi nzuri, lakini kabla ya kwenda kwenye bodaboda, walao tumia saa moja mbili, wacho umelima muogo, walao viazi vitamu ama mviringo ama mgomba au chochote, magimbi vikwala usiga kwa, ogirakuwanaga omwitaka aadaojo omuri bodaboda anga daradala hmm. ah wendefanye kazi nyingine. kamwe osace kazi ya kilimo.